Simulizi ni mzimu wa pesa. Asante sana kwa kutufikisha subscribers 233. Rafiki yangu wa ya safari yetu ndiyo inaanza, na simulizi za kutisha za mafanikio na za maisha, bonyeza subscribe sasa hivi kabla ya kuendelea. Imana, leo tunakupa simulizi kali kuliko zote. Gonga subscribe, like na comment, maana bila wewe safari hii haisongi. Sehemu ya simulizi Jina langu ni Magesa, kijana wa kawaida mwenye ndoto zisizoisha. Nilikuwa na hamu ya utajiri, hamu ya kupata pesa nyingi kuliko marafiki zangu wote. Katika harakati za kutafuta mafanikio ya haraka, niliangukia mikononi mwa mganga mmoja anayeitwa Mwalimu Mnyika, mwanaume mrefu, mwembamba, mwenye macho yanayong'aa kama taa za usiku. Siku ya kwanza kufika kwake, alinitazama bila hata kuuliza swali. Kisha akaniambia, "Magesa, imoyo wako unataka pesa, lakini pesa za haraka hazitolewi bure. Kuna masharti." Nilishusha pumzi, nikajua mtego umefika, lakini tamaa ilikuwa kubwa kuliko hofu. Nikamuuliza kwa sauti ya uoga, sharti ni lipi? Mwalimu akanitazama kwa muda mrefu, kisha akasema kwa sauti nzito, utapata mali nyingi mpaka majirani wa kuhusudu lakini lazima ulale na mtu wa damu yako ya karibu imama yako usiku mmoja tu. Ukifanya hivyo ii utatajirika. Nilishtuka. Miguu ilinikatika. Moyo ukagoma. Mimi nimtendee mama yangu hivyo. Hapana. Nilimkataa japo moyoni mwangu nilikuwa natamani pesa hizo. Nikaondoka bila kukubali. Siku tatu baadaye, mambo yakaanza kubadilika bila mimi hata kutimiza sharti lile. Pesa zilitoka upande usiotarajiwa. Nikaajiriwa kwenye kampuni kubwa ya madini, nikaingiza milioni nane wiki ya kwanza, nikanunua pikipiki mbili. Mambo yakawa matamu sana, lakini pale nilipoanza kufurahia hii, ndipo mzimu aliweza kuona udhaifu wangu. Usiku wa kwanza wa mzimu. Usiku wa kwanza baada ya kupata pesa nyingi, niliota ndoto isiyo ya kawaida niliota niko kwenye kaburi lililofunguka nusu. Ndani yake kulikuwa na noti zimenjaa, lakini juu ya hizo ya hizo noti kulikuwa na nyoka mweusi akiwa amenitazama kwa macho mekundu. Nyoka yule alinong'ona he, ulitaka pesa, sharti halijakamilika, inataka lizima. Nilipoamka nilikuwa natetemeka, jasho jembamba lilikuwa limenitoka. Sikuchukulia kwa uzito Nikajidanganya, ni ndoto tu. Lakini mchana uliofuata, pesa nilizokuwa napokea zilianza kubadilika harufu, zikanuka kama nyama iliyooza. Nikagusa noti moja, ikawa moto kana kwamba imetoka kwenye jiko. Dadangu aliniona nikitetemeka, nikamwambia labda nimesahau kuoga. Lakini rafiki ii, moyo ulikuwa unanieleza mzimu wa pesa amefungua macho yake. Saa za usiku zilipoanza kuniwa polepole pole. Kila siku usiku nikienda kulala, mlango wa chumba changu ulianza kugonga gonga gonga gonga, nikiwa peke yangu, milango yote imefungwa, lakini sauti zile zilikuwa kutoka ndani ya chumba esi nje. Usiku mmoja nilipoangalia ukutani, niliona kivuli cha mwanamke, ndiyo i kivuli cha mama yangu aliye hai na anayeishi kijijini Kivuli kilinong'ona, he, Magesa e, kwa nini ulinikatai? Kwa nini hukutimiza sharti? Mzimu sasa atachukua roho yako. Nikapiga kelele, mama, hapana, sikuweza kufanya hicho kitendo. Lakini kivuli kikacheka, e, kikawa cheko cha mzimu, si cha mama. Mwisho wa Magesa. Usiku wa jana ndio ulikuwa mwisho wangu. Nikiwa nimelala, hewa ndani ya chumba ilibadilika nikahisi kama mtu amekaa juu ya kifua changu. Kila nikijaribu kupumua, mapafu yalikataa kufunguka. Giza lilianza kuingia ndani ya macho yangu polepole pole, sauti ya mganga ikivuma kichwani, Magesa ipesa si bure, ulivunja sharti, sasa umelipa kwa roho yako. Nilihisi mwili wangu ukipoteza nguvu, joto likapungua, mwanga ukafifia. Mwishowe sikusikia kitu ila niliona mkono wa giza ukinivuta chini kama kuzimu. Ndiyo maana leo ninahadithia kama kivuli kilichopotea kwa tamaa ya utajiri wa haraka. Usidhubutu kuchukua pesa za mganga. Pesa za mizimu hazifai, zina furaha dakika tano, ina maumivu milele. Mwisho, ombi kwa mkazo, rafiki yangu, kabla hujaondoka eh, bonyeza subscribe sasa hivi.